Kiongozi wa kimataifa katika sekta ya anga, pamoja na Kenya Airways, shirika la ndege linaloongoza barani Afrika, wamesaini makubaliano ya mpango wa ushirikiano wa mipango ya akiba ECIP, yaani Embraer Collaborative Inventory Planning, ambao utaboresha viwango vya akiba ya vifaa na kupunguza gharama za uendeshaji kwa ndege zake aina ya Embraer E190. Mkataba huu utatoa msaada kwa ndege 13. Kenya Airways imekuwa mteja wa Embraer tangu mwaka 2006 na huruka hadi maeneo 45 duniani 37 kati ya hayo yakiwa barani Afrika, ikihudumia zaidi ya abiria milioni tano. Embraer inajivunia imani ya Kenya Airways kwenye mfumo usimamizi wa ushirikiano wa mipango ya akiba. Tuko tayari kuisaidia kampuni hiyo ya ndege kuhakikisha ndege zake za e-jets ziko tayari kuruka kwa kuzingatia utendaji bora na gharama ndogo za uendeshaji. Solution letu litaiwezesha Kenya Airways kufikia mtandao wa vifaa wa kimataifa wa Embraer na kuimarisha ushirikiano kati ya kampuni zetu, alisema Carlos Naufel Rais na mkurugenzi mtendaji wa Embraer Services and Support. Mpango wa ECIP unatoa faida kadhaa kwa mteja. Kwanza, uwekezaji mkubwa wa akiba ya vifaa hufanywa na Embraer hivyo, kupunguza kwa kiasi kikubwa uwekezaji ambao kwa kawaida hufanywa na wateja. Pia bei ya kila kifaa huwekwa kwa mwaka mzima, jambo linalowezesha wateja kusawazisha gharama kwa usahihi zaidi, huku viwango vya utendaji vikiwa vimedhaminiwa na Embraer Services and Support. Uendeshaji wake unaongozwa na data kwa kutumia mapendekezo ya kila wiki ya maagizo kulingana na matumizi ya mteja na data ya viwango vya akiba inayotengenezwa kwa kutumia programu ya hali ya juu na uzoefu wa kupanga wa Embraer unaoshirikiwa kwa pamoja. Hatimaye, wateja wote wanaoshiriki katika mpango wa ECIP wanaweza kufaidika na ujuzi wa Embraer katika usimamizi wa vifaa kupitia suluhisho maalum na linalobadilika kulingana na mahitaji ya usimamizi wa vipuri.